E, mi kwa jina ninaitwa Josias Kilofas Kapoto kutoka kitongoji cha Kumulenge kijiji cha Ntobeye wilaya ya Ngara. E, hususan sisi wananchi wa kitongoji cha Kumulenge na Gwintunku sisi tunaona tunayo mapungufu makubwa juu ya barabara yetu inayotokeza mrunyinya nakwenda mpaka semi Antobe, semi hii sehemu ya Ntobe, sehemu za Mkivunge. Hii barabara mwanzo wake kutengenezwa ilikuwa ni mwaka 1995. Na, na hapo ilipotengenezwa ilikuwa ni kwa jitihada za wakimbizi ambao walikuwa wametoka Rwanda, wakati mkia eneo la Ntobe tukawa tumewapokea hapo. Hapo shirika la UNHCR ndilo liliweza niseme liliweza za kuja kutunusuru kwa hii barabara hapo. Gileda ikaja ikapalua wakaweka kifusi. Walipoweka kifusi, baadaye barabara ikatengenezwa, lakini ninashangaa tangu wakati huo kifusi hicho cha mwaka huo tisini tano ndicho bado kinatumika humu. Mara wanakuja eti wamekuja kutengeneza barabara wanapita kileda inapita inapalua wanakusanya kile kifusi cha zamani ticha wanaweka katika, katika, katitu, wanakuja, wanashindili. Sasa sisi wakazi wa Kumulenge na kitongoji cha Gwintu kususani, hata, hata kijiji chetu cha Ntobeye, tulikuwa tunaomba serikali mtusaidie hii barabara muitengeneze, angalau iweze kupitika hata kwa asilimia sabini na tano kwa sababu tunapoangalia mvua za masika zinaponyesha au mvua za vuli, barabara yote inageuka tope, gari zinashindwa kupita, baiskeli na pikipiki hazipiti. Kwa hiyo miundo mbinu hautuwezi tukaifaidi vizuri, hivyo sisi kama sisi wananchi wa kitongoji cha Mlenge na Gwintunku, kweli tunaomba serikali mtusaidie na kutusaidia kwenu, mtakuwa mmefanya vizuri, kwa kuwa mtawasaidia, mnawasaidia watanzania wenzenu. Hata kama tuko pembeni, msituache ni kwa sababu tuko pembeni karibu na Rwanda. Upande wa umeme, kwa kweli tuseme, hili ni jambo ambalo tuseme, ni jambo ambalo limekuwa na ugumu, sijui kwa serikali, sijui kwa mbunge wetu, sijui kwa diwani wetu yeye, sijajua kwa sababu umeme tangu anze kuutaja wameutamka midomoni sana, lakini hatujafanikiwa. Kila anayekuja tunasikia umeme kesho utakuja kesho kutwa utakuja, lakini hatuoni. Ila sasa hivi kwa sababu nimekutana na chombo hiki cha habari, nimejisikia kusema ya kwamba umeme ukija hapa kwetu, hususan kitongoji cha Kumulenge na Gwintunku, unaweza ukatusaidia. Umeme waliouleta ulitokeza kule Mrugwanza, wakateremsha nyaya zikaja zikafika mpaka sehemu fulani kwenye kitongoji cha Mukibungele ambapo panaitwa Kukivumu, na tangu hapo hapo hatujaona nguzo yoyote ambayo naweza wakaja wakaisimika ili kuweza kuelekeza kwenye vitongoji vyetu hususan vitongoji vya Kumulenge pamoja na Gwintunku, ambapo pia hapa Gwintunku, ambapo hawatupi umeme, kuna taasisi mbalimbali kwanza kuna shule ya msingi Nyakariba, kuna hata kanisa hili la Nyakariba, lakini hatujaona mtu yeyote akuja kutuwekea umeme. Lakini tunauliza, je, sisi sio Watanzania pamoja na kuwa mnatuona tuko pembezoni kweli? Tunaomba mtusaidie huu umeme. Tukiupata yawezekana vijana au pengine na wengine ambao unaweza kanakamtaji wakapata jinsi ya kujiajiri wengine waka wanaweza wakatengeneza hata viwanda mbalimbali hapa. Naona siku hizi parachichi zinanunuliwa huku, zinapelekwa mjini. kwa ni sisi hatuwezi tukajiajiri hata siku moja, tukatengeneza juisi tukapata na viwanda? Hatuwezi tukawa na unga tukatengeneza unga, wakati mahindi yanalima umwa kwetu? Lakini umeme tuupate wapi? Ni mambo mengi hata tukiyasema tunaweza tukafika hata jioni. Mimi ninakuomba kwa hii Ishizwe ambayo imeweza, imeweza kufika hapa kwetu kweli, mtusaidie mtusaidie, kama sisi wa Tanzania wenzenu. Kwa majina, naitwa Novat Mustafa Beno, ni mkazi wa kitongoji cha Kumulenge, kijiji cha Ntobeye, tarafa ya Nyamiaga. Mimi nna changamoto mbili au tuna changamoto mbili kwenye kitongoji chetu na kitongoji jirani. Changamoto ya kwanza ni barabara barabara yetu inayotokea katika senta ya Ntobeye na kuelekea kwenye junction ya Mruklazo na kuelekea ndio Mruklazo au Rusumo. Changamoto tunazopata sisi maboda boda tukipeleka mizigo ya abiria kwa kweli tunakwama. Tunaomba serikali tutazame tutengenezee barabara. Changamoto ya pili ni kuhusu umeme. Umeme kwa kweli ulikuja kwenye kata ya Ntobeye lakini baadhi ya vitongoji hatujapata umeme. Kitongoji kilichopata umeme cha mwisho kilikuwa Mkibungeri, alafu kitongoji cha Kumulenge na Gwintu kujapata umeme. Asi tunaomba serikali tutazame, tutengeneze tuletee umeme ili tuweze kukizi mahitaji yetu. Sisi vijana kuna fursa nyingi za kufanya sisi vijana, ikiwemo kufungua uh, kufungua hata stationary, kuleta mashine ya kusaga mahindi au nafaka tunaomba serikali. Kwa majina yangu naitwa Hunzi za Senga Ntoya, Mkota, natokea kitongoji cha Kumlenge kata ya Ntobeye wilaya ya Ngara tarafa ya Nyamiaga. Hasa sisi wananchi wa Kumlenge tunapata shida wakati wa masika, hasa si vijana mabodaboda napofika masika kama kusomba mzigo utoa shambani mpaka tunapata shida au kuelekea Mnunyinya, napopeleka mzigo kama Mnunyinya, tunakwama njiani, hasa mapikipiki, magari pia na mabaskeli. Kwa la pili, umeme kama sisi vijana tunaweza tukapata hata ajira, kama umeme ukishafika hapo, tunaweza tukafungua stationery au tunaweza kutumia kompyuta laptop hata si vijana tunaweza tukapata hata ajira za kuchomea vyuma au tukatumia hata blender kwa ajili ya juisi. Ndo naona umeme ukifika umu katika kijiji, cha, kijiji cha Ntobeye, hata ya Ntobeye hii tongoji cha Kumulenge na Gwintunku, tutanufaika sana. Si vijana ntashukuru, ingawa serikali ikitekeleza kuhusu hii njia inayopanda kuelekea Mlunyinya. Mpaka junction hii njia inayoelekea Rusumo na mjini. Kwa majina, naitwa Daniel wa Charles, mkazi wa kijiji cha Ntobeye. Changamoto tulionayo katika kijiji cha Ntobeye changamoto ya barabara kutoka Ntobeye kuelekea Mwenyinya. Eh, changamoto tulionayo barabara ni mbovu na, na makorongo kola msingi, tuliomba msaada kwa serikali. Kama naweza kudusaidia kadutengenezea hii barabara baki, ni changamoto kwa kwa kilimo, tukipeleka mazao sokoni mwenyewe tutapata changamoto, tunashindwa amna kufikisha kwa wakati, kulingana na jinsi barabara ilivyokuwa mbovu. Serikali inaweza kufikiria kwa hilo. Changamoto ya pili ni ile ya umeme. Umeme tunakuwa na changamoto make, si kama wakulima tunategemea ugali, ugali wenyewe unatakiwa mashine mashine tunashindwa tuna namna kutumia, tunatumia na mafuta. Mafuta yenyewe ugali nakuta na harufu na ambayo ni ya mafuta. Natakiwa serikali dufikirie. Umeme ulikuja kwenye kijiji cha Ntobeye lakini jafikia ya, ya kaliba, cha, cha umeme, kiziji, kwa vitongoji ambavyo vya Nyakariba ambavyo ni kiti cha ni kitongoji cha Kumulenge na Gwintunku. Umeme ulikuja kafikia kijiji kitongoji cha Mkibunge ile, kwa serikali cha msingi tuliomba iweze kudufikiria ikadusaidia umeme ukafika katika vitongoji hivyo vilivyobaki. Nitapenda nizungumze swala linalohusiana na miundombinu ya barabara. Barabara zetu zimekuwa na changamoto nyingi, nidhani toka kwenye miaka 2015 hazijapata matengenezo. Nafikiri sasa hivi tunaelekea miaka kwenye kumi na mbili, kumi na tatu hazijafanyiwa matengenezo yoyote yale. Kwa hiyo barabara zimerudi kuwa mbovu kupita kiasi. Sehemu zilizo na makaluvati yamekuja yame ma, ma, nanii matundu barabarani ya na, maji yanakingama pale kwa unakuta ni shida kwa kweli. Leo unajikuta mpaka mfano eneo wa barabara letu ambao limeharibika sana, tuna kipande cha kuanzia hapa Nyakariba kwenda Mrunyinyi. Hicho kipande kimekuwa korofi Utelezi wa kutosha usafiri hau, haupo hata ukiwa na mali ikiwa huku, nadhani itauzea huko, kwa sababu gari na wazi ni namna gani itashuka wakati wa mvua kuja kuchukua mzigo huo. Kwa kweli, pengine labda utumie njia za kiathiri kusafirisha mali hiyo, lakini tofauti na hapo, kwa ajili ya usafiri uliotengenezwa na binadamu hauwezi kutoboa. Kwa mimi ni ndani ambacho tunaomba tu, tu, tu, tu, tu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya kiongozi wetu Rais Samia Suluhu Hassan ajaribu kuangalia, hata kama ni kupitia bajeti ya halmashauri ama bajeti ya serikali kuu, angalau ingekuwa vizuri kama tungepata angalau warau barabara ya kiwango cha rami inayoanzia Kumgoma kuja mpaka ifunge mpaka kuja Rusumo. Nadhani hili swala lingekuwa zuri, kwa sababu pia hii barabara e, tunao watumiaji wengi ambao ni watu wa jirani Burundi. Tuki, tungefanya hivyo ni dhani ingeturahisishia inge, inge kwa ajili ya kuongeza mapato ya halmashauri ya wilaya yetu ya Ngara.